Iran yatangaza mazungumzo ya nyuklia huku UAE ikipokea barua kutoka kwa Trump. Ni Jimson Nalson tena kwenye habari za kimataifa na hii ni Clouds Digital. Kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, amekataa wazo la mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia huku Tehran ikithibitisha kupokea barua kutoka kwa Rais Donald Trump wiki iliyopita. Trump alisema barua hiyo ilipendekeza mazungumzo kuhusu makubaliano ambayo yataizuia Iran kupata silaha za nyuklia na kuepusha uwezekano wa kuchukuliwa kwa hatua za kijeshi dhidi yake. Ingawa Khamenei alisema haijaona barua hiyo ambayo iliwasilishwa na afisa kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu. Alipoulizia mbali kuwa na udanganyifu wa maoni ya umma tunapojua hawatu iheshimu. Kuna umuhimu gani wa kufanya mazungumzo? Aliuliza akirejelea uamuzi wa, wa Trump wa kuachana na mapato ya nyuklia ya Iran ya mwaka 2015 katika muhula wake wa kwanza, lakini pia ameonya kuwa Iran italipiza kisasi endapo ikitokea shambulio kwenye vituo vyake vya nyuklia. Iran haitafuti vita, lakini ikiwa Wamarekani au mawakala wao watachukua hatua mbaya, jibu letu litakuwa la uhakika na la uhakika, na ambaye atapata madhara zaidi ni Marekani, amesema kiongozi huyo mkuu ambaye ndiye mwenye uamuzi wa mwisho kuhusu masuala yote ya serikali. Pia alisisitiza kwamba Iran haipendezwi na silaha za nyuklia. Hii ni Clouds Digital. Endelea kufuatilia kwa habari zaidi. Jina langu naitwa Jimson Natson.